Karibu sana wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, ni wapashe yale ambayo yametendeka. Viongozi wa serikali hii ya Samia Suluhu Hassan ya chama cha Mapinduzi wameweza kumugeuka Samia na utawala wake ambao wameweza kukataa maandamano ya Disemba tisa mwaka huu, na sasa viongozi wa serikali hii wanaambizana kuruhusu wananchi kuandamana. Kwa nini wanafanya hivyo? Wanasema kwamba walichukizwa na hotuba ambayo iliweza kutolewa na rais ambaye aliweza kujiweka madarakani Samia Suluhu Hassan. Kuna taarifa ambazo zimetolewa usiku huu, jinsi ambavyo unaona hapa. Sinasema hivi, huu ujumbe uliweza kutumiwa mwanadada mwenye anaitwa Mayemba, nadhani kwamba mnamfahamu, na huyu mwanadada akatundika mitandaoni akasema hivi Dada Mayemba, habari za usiku huu, hii leo, mimi mke wangu ni mtendaji wa kijiji cha akafuta, ili asije akahatarisha maisha ya huyu mwenye ameweza kutoa hizi taarifa, kwa sababu endapo angeacha hilo jina, sasa mtendaji wa kijiji na bwana yake wangekamatwa. Alafu akaeleza taarifa njema ni kwamba wenye viti wa kijiji, watendaji na maafisa wote wa vijiji na kata wameitwa na mkuu wa wilaya ya akafuta jina, ndiposa huyo mkuu wa wilaya asija kawa victimized kwa lugha ya Kimombo, yaani kukuwa victimized kwa lugha ya Kiswahili asije akawekewa kosa, akamatwe afutwe kazi na hata kufunguliwa mashtaka ya uhaini, na kuambiwa kuwa waacheni watu waandamane, ila muwaambie wasiharibu vitu vya serikali. Yaani huyu mkuu wa wilaya ya dash aliweza kuwaita wenye viti wa kijiji watendaji na maafisa wote wa vijiji na kata na kuwaambia kwamba wasiguze raia tarehe 9 Desemba, waache waandamane. Sijui kama umeelewa huo ujumbe hapo. Kwa nini wameweza kusema kwamba raia waachwe waandamane licha kwamba serikali ya Samia kupitia kwa jeshi la polisi Tanzania wamekwisha piga marufuku maandamano hayo ya Desemba tisa, wiki ijayo siku ya Jumanne. Kauli hiyo imekuja kutokana na hotuba ya chizi Samia, na wakuu wa wilaya baadhi hawajapenda kabisa. Unaelezwa viongozi wa serikali hawajaweza kuridhishwa na kufurahishwa na hotuba ya Samia Suluhu Hasani ambaye aliweza kuitoa mnamo siku ya Jumanne tarehe mbili Disemba, kipindi ambapo aliweza kupatana na wazee wa Dar es Salaam kuwaonya kwamba wasije wakaruhusu watoto wao waende kuandamana akawaonya kwamba wawashauri vijana wao wasiende kuandamana. Sasa, katika ile hotuba Samia Suluhu Hassan aliweza kukiri kwamba aliwaua Watanzania. Unajua kile kitendo cha kukiri kwamba utawala wake uliweza kuua Watanzania kwa sababu hawakukuwa na namna yoyote ya kumaliza maandamano Vilevile vile. Samia Suluhu Hassan akaonekana kwamba kwa kiburi anawazomea wa Tanzania, anawazomea wananchi na anawazomea viongozi wa kanisa la Katoliki ambao waliweza kukosoa utawala wake kwa kuwaua wananchi sasa tumeweza kuambiwa kwamba wakuu wa wilaya hawajaweza kupendezwa na hiyo kauli ya Samia Suluhu Hassan kukiri kwamba aliamua kuwaua wananchi kwa sababu walikuwa wanataka kumuondoa madarakani. Aliwaua wananchi kwa sababu walikuwa wanaandamana. Aliwaua wananchi kwa sababu walikuwa wanakataa uchaguzi aliwaua wananchi kwa sababu walikataa ushindi wake. Na cha kushangaza zaidi, Samia aliweza kukemea kwenye hiyo hotuba ya siku ya Jumanne. Aliweza kukemea jamii ya mataifa pamoja na mataifa ya madola na kuwauliza nyinyi ni nani? Who are you? Who are you? akawaambia kwamba muwezi mkapanga Tanzania jinsi ya kuongozwa. Sasa hawa wakuu wa wilaya wamekataa, sasa wamekataa kabisa uongozi wa Samia. Kumbuka kwamba hawa ni viongozi wa serikali ya Samia, hawa ni viongozi wa serikali ya Samia ambao wanapaswa kupitisha ujumbe wake wa kukataa maandamano, ambao wanapaswa kuwasilisha msimamo wa serikali kwa wananchi, lakini wananchi wameweza kuona kwamba Samia ni chizi. Kauli ambazo anazitoa mdomoni siku za hivi karibuni hazina msingi, na ndio maana wameamua kuruhusu maandamano ya Disemba tisa kipindi ambapo wamewaambia raia kwamba waweze kuandamana ila wasije wakaharibu mali. Raia walisema kwamba maandamano ni ya amani. Je, ni kwa nini hawa viongozi au kipenda hawa wakuu wa wilaya wameamua kuruhusu maandamano ya tarehe tisa kufanyika? kama wewe ni mgeni tafadhali, ninakuomba upiga subscription, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Nambari moja ni kutokana na kauli, sami, eh, kauli ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kuitoa ya kukiri kuwaua wananchi. Imagine watu wengi walipoteza ndugu zao, wengine mpaka sasa hivi hawajaweza kupata wapendo wao halafu rais anasimama na kusema kwamba aliwaua Watanzania kwa sababu walitaka kumwondoa madarakani. Na cha kushangaza, miili ya wenzetu bado mpaka wakati huu haijaweza kupatikana. Wakuu wa wilaya wamekasirika sana na hiyo kauli ya Samia. Namba tu ni hatua ya serikali ya Samia ama ni hatua, serikali, ni hatua ya serikali ama ukipenda ni hatua ya Samia Suluhu Hassan, kusomea jamii ya kimataifa na mataifa ya dola kwamba hawawezi wakapanga jinsi ambavyo Tanzania itaongozwa. Sasa hawa wakuu wa wilaya wameona kwamba Tanzania itaenda kukosa uh, mikopo, Tanzania itaenda kukosa uh, misaada kutokana na hii kauli ya fedhea ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kuitoa. Na mwisho hawa wakuu wa wilaya wameogopa kwamba wasiporuhusu maandamano kufanyika tarehe tisa ndio wananchi wataandamana, lakini wakiwapata huenda wakawapiga mawe au hata kuchoma mali yao, magari, majumba. Kwa sababu mliona kipindi cha tarehe ishirini na tisa Oktoba wananchi walikuwa wanafikia magari ya viongozi na wale wote ambao wanatetea serikali ya Samia wanachoma sasa hata hawa wakuu wa wilaya wameogopa, wameona kwamba mali yao huenda yakachomwa. Kwa hivyo wameamua, wacha waambie wananchi waandamane, ila wadumishe amani na wasichome mali ya serikali. Hiyo ndio nimeweza kuandalia. Hakikisha kwamba unapiga subscription, hakikisha vile vile unasambaza hii kanda. Tupatane kwa kanda ijayo, majaliwa yake Maulana. Asante sana.